Jamani, unaporudi nyumbani hakikisha umebeba zawadi za kutosha, sio unafika hapo nyumbani watoto wanaanza kuangalia idadi ya zawadi ambazo baba amezileta. Ni zile zile tu, hata kwa aliyefanya vizuri kwa kitu fulani hajabebewa zawadi. Jana nimeenda kwa familia fulani, baba ametoka kazini, kabeba mfuko mkubwa kabisa watoto wakajua kuna zawadi, wakati wakaenda Baba. Eh? Baba. Jana kuku eh. <laughs> <laughs> wabjau aakwambiaje kuna jogoo alikuwa anamfukuza kuku hapa. Jogoo mkubwa kuku kadogo <laughs> kamefanyiwa mambo makubwa, kameshindwa kutembea mpaka wakakabeba, nikashindwa kumwambia kaka hivi Ameingilia kinyume cha maumbile.